Bismillah rahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah, waala alihi wasahbihi wamanwala amma baad. Baada ya kumshukuru mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutaendelea madarasa haya ya sera kutufiki ya Allah, na tumefika katika kuelezea zile barua ama risala zilizozituma Bwana Mtume kwa baadhi ya viongozi wakati ule. Naam, barua nyingine alioituma Bwana Mtume

fa inna man salla fa inna man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala wa dhabihatana fa dhalika almuslim lahu dhimmatu Allahi wa dhimmatu ar-rasul man ahabba dhalika min almajus fa innahu aman wa man aba fa inna fa inna alayhi aljizya fa aslama ha. Huyu alipopata hi barua, kwanza katika barua bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametaja mambo muhimu sana ha. Acha eh, eh, tuizungumzie asema, yoyote atakayeswali swala yetu na akaelekea kibula chetu na akala nyama yetu basi huyo muislamu yuko katika dhima ya Mwenyezi Mungu na dhima ya mtume wake, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa tupata funzo muhimu eh? Sisi tuko katika jamii, sisi kwa sisi hukufurishana na kuitana washirikina kwa sababu ya mambo ambayo lilepote la pili ama lile kundi la pili eh? labda limehudhurika limepata udhuru ama limepewa udhuru, au baadhi ya maulama wamesema la, si shirki kitu kidogo shirki, kitu kidogo kufri. Eh, mwangalie bwana mtume asemaje, yoyote atakaye swali swala yetu, yoyote atakaye kula itwaje, kichinjani yani, eh, itwaje, dhabiha hatana, yani wanyama wetu tukiwachinja, yote anaelekea kibla chetu, basi yeye Muislamu. Kwa hiyo tueni makini, haya ni maneno bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tusije tukasikiza maneno ya mtu yoyote, yoyote ikawa ni kukatana sisi kwa sisi Waislamu, la sio mafunzo ya bwana mtume. Almuhim bwana mtume uh, akamwambia yoyote uh, wewe ukisilimu, yoyote atakayetaka kusilimu katika watu wako ahlan wa sahlan, ambaye hataki kusilimu basi atatoa nini? Atatoa eh, jizia. Huyu mfalme akasilimu, alhamdulillah, akasilimu na akajibu ile barua, akasema amma baad ya rasulullah fa inni qaratu kitabaka ala ahli lbahrain faminhum man ahabba alislam wa a'jabahu wa dakhala fihi wa minhum man kariha wa bi ardi majus wa yahud fa ahdatha fa ahdith ilayya fi dhalika amrak ha? Akasema huyu e, mfalme akasema, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, mimi mmewasomea watu wa Bahrain kitabu chako na kuna ambao wamependa Uislamu wakasilimu, lakini kuna watu bado wamebaki ambao ni majusi, ni majusi wengine ni mayahudi, basi nieleze mfanye nini, nipe amri.

na watu wote walikuwa na dhambi zote tumewasamehe. Kisha mtu yote ambaye atabaki katika unaswara wake ama umajusi wake, aina neno abaki, lakini atatoa jizia, lakini atatoa nini? Atatoa jizia. Madamu utakuwa ni mtu mwema, madamu utakuwa unasulu, yani uko sawa na hiyo kazi, basi ujue mimi nitakuacha hapo, na wala hatuto kufanya nini, hatuto kubadilisha, utabaki na umiliki wako ama huo uongozi wako. Naam. Barua nyingine ni barua iliotumwa kwa mfalme wa Oman. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Amr bin al-As yeah, kwa mfalme akiitwa uh, Jaifar. Naam, la ilaha illa Allah, muhammadur rasulullah. Jaifar na Abd na hawa walikuwa ni watoto wa mtu akiitwa al-Julandi. Naam, na alikuwa huyu ni yaani hawa wawili wote walikuwa ndo kama waitwa ni wafalme wa nani, wa Oman

walaitukuma walaitukuma wa in abaituma fa inna milkakuma zail wa uh, <coughs> la ilaha illa allah rasul wa khayli tahilu eh, bi sahatikuma watadharu nubuwati na, wa na ala milkakuma. Na mbona yaani mtume eh, umiliki umiliki umiliki umiliki umiliki, na utaona farasi wangu watafika paka huko majeshi yangu yatafika mpaka huko, yaonyeshe kweli kuwa mimi ni nani, ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi ilipokuja ile barua eh, huyu Amr ndo alikuwa e, yani Amr alimuuliza Jayfar eh, la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah <coughs> yani eh, si Jayfar bali ni yule abd manake tulisema mmoja mtoto wa huyu mfalme ama mtoto wa huyu Aljulandii, mmoja akiitwa Abd na mmoja akiitwa nani Jaifar. Basi huyu Abd akamuuliza yule Amr, yani aliotumwa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amuuliza huyu amrisha nini eh? yule akamwambia yule amrisha mema, yukataza maovu, yule amrisha kadha, yule amrisha kadha, yukataza dhulma uadui, yukataza zina, yukataza kunywa tembo. Basi yule Abd akafurahi sana, akasema do, haya mambo mazuri sana, eh, haya mambo mazuri, lazima tuyakubali. Lakini mimi najua ndugu yangu hatokubali. Mimi najua ndugu yangu hatofanya nini? Hatokubali. Mimi nakubali, lakini najua ndugu yangu hatokubali, yani, mpaka awe yeye ni mfuasi hatokubali. Amra akamwambia haina neno, ndugu yako akisilimu ujue Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam atamwacha awe yeye bado ni mfalme ajana, eh na atachukua, akichukua sadaka, yani zaka, akataja kuhusu sadaka. Basi yule Abda kashangaa eh Sadaka hiyo nini? Basi yule akamweleza, sadaka ni hivi, sadaka ni hivi, sadaka ni hivi ah. Akafurahi sana yule e, itwaje Abd, akafurahi sana lakini bado ndugu yake hajakubali, yani Jaifar. Eh? Yani akaenda sasa akazungumza naye yani, Amr sasa akaenda yani yule Abd akamtukua Amr, akampa mtu, akaenda naye mpaka kwa Jaifar, akamwambia huyu mtu mzuri hebu msikize. Basi yule Amra alipoenda, manake ndio mwenye kubeba barua, sio? Akaenda akazungumza naye Jifara, kamraya kamraya kamraya kamraya, kamfanyia daawa daawa da mpaka yule akasilimu, mpaka akasilimu, na wote wakawa sasa wana furaha sana, mpaka zaka zikatolewa kwa raha kabisa, wakafurahi sana, yani kwa yale mafunzo ya, ya Uislamu, mpaka wakajua kuwa hii miji yetu ama hii sehemu yetu ama huu ufalme wetu utaendelea sana, manake ma pesa za tukuliwa kutoka tayiri, kwa matajiri zapelekwa kwa maskini. Kwa hivyo kila mtu atafanya nini, hali yake itakuwa ni bora na itakuwa ni ni uzuri, yani watu kushikamana na Uislamu kwa ajili itakuwa yainua hali ya maisha ya watu. Na kisha barua ya mwisho ambayo tutaigusia ni ya Haudhata ibn Ali. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma mmoja kati ya maswahaba akiitwa Salit bin Amr al-Amiri, na huyu ilikuwa ni mfalme wa Yamama, yani huyu swahaba ametumwa kwa mfalme wa Yamama akiitwa Haudha

Mimi ni mshairi mimi ndo mkiongozi mimi ndo kadha mimi ndo kadha, waonaje? Baada yako unipe uo ufalme wako. Angalia huyo sasa, mtu wa Yamama amesema baada yako unipe nini ufalme wako. Bwana Mtume aliposikia hivyo akasema, angalia, lau angeniambia nimpe ardhi kidogo, ardhi ndogo tu, singempa, shauri zake. Ardhi ni ya Mungu, ardhi ni ya Mungu, na mimi siwezi kumilikisha mtu na siwezi kumpokonya mtu. Ardhi ni ya nani? Ni ya Allah jalla jalalu, naam, lakini huyu alikufa haku haku nini hakusilimu. Naam, na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam eh, ikawa hakumpa, hakukubali yani ile nini yake ile rai yake, wala hakukubali yani ile talabu yake. Naam, hakuna ku, ku, yani kubadilisha amri ya Mungu. Kisa na maana, tunataka mtu asilimu. La, hatubadilishi hukumu ya Allah jalla jalalu kwa ajili tunataka mtu asilimu. La, sisi tujaribu tuwaonyeshe ule Uislamu wa hakika, akikubali ahlan wa sahlan, akikataa marhaban na. Na, kutokana na haya yote ama hizi barua zote tunaona kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilikuwa mtu yoyote akikubali Uislamu, kiongozi yoyote akikubali Uislamu, alikuwa bwana mtume yuamwata awe na uongozi wake, abaki na uongozi wake, madamu tu yeye ni mtu ambaye anaweza ule uongozi basi alikuwa bwana mtume akimwata naam, wa hakadha. Na hizi ndo barua chache ambazo tumezigusia, ni chache lakini ni muhimu eh, kuna nyingi nyingine hatukuzigusia, lakini hizi ndo za eh, za muhimu zaidi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastamiuna alqawla faytabiuna ahsana inshallah. Katika madarasa yatakokuja sasa, tutazungumzia vita vya Khaibar na kaya, ni matukio tofauti kabisa inshallah. Sallallahu alaihi -sallam, wa sallam Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhirah.